Moja kati ya vitu ambavyo tumezipizungumzia sana kwenye masomo yetu ni kitunguu saumu, na hili somo pia nitaelezea kitunguu saumu, lakini nitajikita zaidi ni kwa namna gani unaweza ukakiandaa na ni vitu gani ambavyo uh, kitunguu saumu kinaweza kikafanya katika mwili wako. Bila ya kupoteza muda, tuanze somo letu. Kitunguu saumu kina vitu vingi sana ndani yake. Kuna kemikali nyingi sana, kuna selenium, kuna vitamins, kuna scodins, na kemikali nyinginezo. Lakini kubwa zaidi ni kemikali mbili, tuna allicin na sulfur compounds. Ni kundi la kemikali za sulfur. Kemikali za sulfur ni moja kati ya kemikali muhimu sana katika mwili wako. Zinaonekana kuwa na ufanisi mkubwa sana katika kupambana changamoto nyingi sana, ikiwemo saratani. Sasa, tukianza na alisin, alisin ni kemikali ambayo inatokana na mchanganyiko wa vitu viwili ndani ya kitunguu saumu alines and alin. Kimsingi, alisin haipatikani kwenye kitunguu saumu kikiwa fresh, lakini unapokiponda hichi kitunguu unaruhusu alisin uh, unaruhusu arin pamoja na alisin kuchanganyikana na kutengeneza alisin. Na kiwango cha alisin kitategemea ni muda gani aline and alisin vitachanganyikana kwa, unapoponda kitungu somu kadi, unapokiacha kwa muda mrefu, ndivyo unapotengeneza kiwango kubwa cha alisin. na unashauriwa kukiponda na kukiacha kitungu somu kwa muda usiopungua dakika kumi na tano ili kupata kiwango kubwa sana cha alisin, ambacho kitakuwa na matokeo mazuri za, ma, mazuri zaidi katika mwili wako. Watu wanauliza mimi nakunywa a mimi nakunywa Uh, mbegu tu ya kitungu saumu na kunywa na maji bila kuponda kuna madhara yoyote? Jamani, unatakiwa kuwa makini kusikiliza somo na kushirikisha ubongo wako pia. Mimi nimesema hivi, ili upate arisin katika kitungu saumu lazima ukiponde kwanza, ukiache kwa muda usiopungua dakika kumi na tano ndio ukitumia. Tofauti na hapo hautonufaika. Kitu ambacho kujua ni kwamba utanufaika na kitunguu saumu pale tu utakapokipoda na kukiacha kwa muda usiopungua dakika kumi na tano. Sasa ukikipoda kitunguu saumu ukakiacha kwa dakika 15, alafu ukakitumia, nini kinatokea? Kwanza kabisa uh, kazi kubwa na faida kubwa ya kitunguu saumu ni katika mfumo wako wa mzunguko wa damu. Inakusaidia kupunguza shinikizo kubwa la damu, lakini pia ni blood thinning, maana yake, inasafisha, inasaidia damu kutembea vizuri. Uh, kwa hivyo pia Uh, blood thinning zinasaidia pia kuyeyusha mafuta katika uh, mishipa yako ya damu. Kwa hivyo kitunguu saumu kitakukinga na changamoto kama mashinikizo la damu na changamoto kama stroke, kama kiharusi, kwa sababu ya hiyo thinning impact yake, lakini pia ni antibiotic nzuri sana. Antibiotic maana yake ni dawa ambayo inaweza ikaangamiza bakteria wa aina mbalimbali. Alicin ni moja kati ya wanda compound ama kemikali ambayo inaonyesha kuwa na ufanisi wa kuangamiza almost every uh, bacteria, anaweza akaangamia dhidi uh, ya Alicin. Kwa hivyo matumizi ya kitungusaumu ya mara kwa mara yanakukinga na changamoto hizi za maambukizi ya magonjwa bakteria, ama inaweza ikawa ni tiba kabisa. Na moja kati ya ugonjwa ambao unatibiwa kwa ufanisi sana na kitungusaumu ni UTI, urinary tract infection, maambukizi katika mfumo wa mkojo, iwe ni kwenye kibofu, kwenye njia za mkojo kama ureta, lakini pia kwenye UTI uh, ambayo imesafiri mpaka kwenye figo, matumizi ya kitunguu saumu ni muhimu na yanaweza kukupa hizo faida. Kitu cha kuzingatia ni kwamba dozi ni muhimu. Peche mbili hadi tatu za kitunguu saumu zinatosha kabisa kukupa dozi ya kila siku ambayo unahitaji kupambana na magonjwa mbalimbali. Peche mbili inaweza zikakupa uh, faida kubwa sana kama kinga. Kwa hivyo kama una tatizo la haya matatizo ambayo tumeyasema tutakaendelea kuyasema, basi tumia peche mbili za kitunguu saumu kama kinga, lakini unaweza ukatumia hadi peche nne kama tiba za hizi changamoto. Kitu cha msingi ni kwamba kama tayari una hizo changamoto dawa, na unatumia dawa, usitumie kiholela hii kitunguu saumu. Hakikisha unawasiliana kwanza na mtaalamu wa afya, ufanye assessment ya dawa unazotumia na namna gani kitunguu saumu kinaweza kikaathiri hizo dawa kwa utendaji wake pia. Lakini pia, uh, kitunguu saumu kinaweza kusaidia kupunguza ile blood uh, sugar sukari nyingi mwilini. Kwa kwa hivyo kwa watu wenye matatizo ya kisukari, matumizi ya kitunguu saumu ya mara kwa mara ni muhimu sana. Lakini matatizo ya fungus pia, fungus hiyo ni ya kwenye ngozi ama systemic ya kwenye damu, matumizi ya kitunguu saumu ya mara kwa mara ni yana faida sana. Kitu cha kuzingatia ni kwamba kitunguu saumu, dozi ya kitunguu saumu sio kubwa sana. Uh, kwa unapotumia peche mbili au tatu ni dozi ya kawaida. Kwa hivyo unahitaji kutumia kwa muda mrefu sana, uwe na consistency ili kufikia ile dozi ambayo inaweza ikaleta hizi impact, haya manufaa katika mwili wako. Usitegemee kuponda peche tano leo zikamaliza kabisa UTI. Hapana. Uh, ukitaka hivyo, basi unaweza kutumia modern medicine ambazo ziko packed kwenye very concentrated dose ambayo inaweza kusababisha ikakuondolea hizo changamoto ndani ya muda mfupi, lakini kama utataka kutumia kitunguu saumu kama mbadala wa hizi dawa za kisasa, basi kumbuka kwamba dose ya kitunguu saumu sio kubwa sana, lakini ukiitumia consistent utaachieve ile minimum dose ambayo itaanza kuleta impact katika mwili wako, na inaweza ikachukua hadi siku 18 hadi 21 kufikia hiyo dozi. Kwa hiyo matumizi ya kitunguu saumu kwa siku 21 mfululizo yatakupa dozi ambayo ni inayotakiwa, ni effective dose katika mwili wako, na baada ya hapo utaanza kuziona zile impact kama hizi faida unazosema moja kwa moja za kitunguu saumu. Huwezi ukatumia kitunguu saumu siku tatu nne ukategemea fangasi iishe. Hapana. Tumia consistently consistently, yani usiache. Ukiamua kwenda na peche mbili mbili au tatu tatu, basi fanya hivyo kwa muda usiopungua siku ishirini na moja. Inatosha kabisa kufikia ile minimum dose ambayo itakupa effect ambazo tunazitaja na tutakazoendelea kuzitaja. Lakini pia kitunguu saumu ni kizuri sana kwa matatizo na maambukizi yanayoathiri mfumo wa fahamu, hasa matatizo ya mafua, kikohozi, lakini pia kuna matatizo ya, ya maambukizi katika masikio ma. Sasa maandalizi, jinsi ya kutumia kwenye sikio inaweza ikawa ni changamoto, lakini yanahitaji usafi wa hali ya juu. Unaweza ukaponda kitunguu saumu vizuri sana, ukakiponda katika usafi wa hali ya juu zeni, ukadondoshea ule mchanganyiko kwenye sikio lako, ama ukatumia mafuta pure ya kitunguu saumu ambayo utakiwa kuyatumia akiwa pure, lazima utafute keria oil oh, kama vile olive, ambayo pia nayo inatakiwa kuwa pure, ama coconut ama avocado. Kwa maana hiyo, mafuta ya kitunguu saumu sio salama kuyatumia kama hauko chini ya uangalizi. Njia nzuri ya kutumia kitunguu saumu ni kwa kukiponda kikiwa fresh, ile raw garlic, unakiponda kina kinapondeka kina vizuri kabisa, alafu unachukua kiasi kidogo tu, unaweza ukadondoshea kwenye sikio, ama unaweza ukakiponda vizuri sana ukatengeneza infusion, maana yake, ukachanganya na maji, ukakoroga vizuri, maji safi na salama, then ukachuja, ukatesti kabisa kwamba yale maji ni very concentrated na kiwango kikubwa cha hii uh, kitunguu saumu so, then ukishachuja yale maji unaweza ukadondoshia kwenye sikio matone mawili hadi matatu kwa matatizo ya sikio. Tofauti na hapo, utakiwa kutumia kihorela kwa sababu unapotumia kihorela hivi vitunguu unaweza kuwa una baadaye ya kutibu basi unapeleka tatizo zaidi katika masikio yako. Hizi ni sehemu ambazo ni very sensitive. Kwa hiyo hutaki kuzipelekea vitu hovyo hovyo. Yani ukisikia tu unafanya hapana. Usafi ni muhimu sana katika maandalizi na hakikisha unatumia maji ambayo ni safi na salama. Zeni unaponda kitungu chako unakiacha kama dakika kumi, kumi na tano, zeni unachuja unakamua vizuri unapata ile pure fresh uh, juice ambayo imetokana na mchanganyiko hayo maji yako na hicho kitungu chako, alafu ndo utadondoshea kwenye sikio matone mawili hadi matatu. Lakini pia faida nyingine ya kitungu saumu inapambana matatizo ya minyoo. Kama una changamoto za minyoo, unapoteza hamu ya kula, unakula sana, matatizo ya tumbo, basi matumizi ya kitungu saumu ni muhimu sana. Na matumizi ya kitungu saumu, kitungu saumu kina asili fulani kikali, kina asili ya kuunguza kwa hivyo kama una matatizo kama ya vidonda vya tumbo labda inaweza ikakuletea shida. Unaweza dalili zika ile maumivu yakawa makubwa sana unapotumia kitunguu saumu. Kuna namna za kutumia. Tuna infusion, tuna tuna tuna infusion decoction, lakini tuna syrup. Sasa kwa upande wa kitunguu saumu kwa sababu hatutaki kukikaanga, unatakiwa utumie syrup kwa kunywa. Syrup inatengenezwaje? Utaponda kitunguu chako vizuri sana utakiponda vizuri utachukua maji safi na salama let's say utachukua kitunguu chenye labda punje kumi utaponda vizuri zile punje zako kumi uh, zitalainika kabisa na kuwa uji uji zenu unaweka kwenye uh, glasi moja ya maji safi na salama lakini usiweke kabla ya kukiacha hichi kitunguu kikachanganyikana kwa dakika kumi hadi 15 kwa hiyo una unakiponda unakiacha dakika 15 baada ya hapo unakiweka kwenye glasi moja ya maji safi na salama. Baada ya hapo sasa utachagua, je, unataka kutumia sukari ama asali? Syrup inatengenezwa kwa kutumia sukari ama asali. Kwa hiyo kama una asali, unaweza ukaweka vijiko vitatu hadi vitano kwenye hiyo glasi yako ambayo umechanganya tayari hicho uh, kitungu chako, then ukakoroga. Na kwa ufanisi zaidi, unatakiwa kukoroga, unatakiwa kuiweka kwenye kwenye moto ukishaweka mchanganyiko wako, ukaweka maji yako safi na salama, ukatia zako pale, punje zako kumi kwenye hiyo glasi moja ya maji, then unaweka kwenye sufuria yako, unaweka kwenye moto, moto mdogo sana. Yale maji yakianza kupata vugu vugu, then unaweka sukari kama vijiko vitatu au vinne kama hauna asali, lakini kama una asali, basi tumia asali vijiko vitatu hadi vitano, then koroga Ikishapata joto ule mchanganyiko, koroga koroga, kapata joto, basi utakuwa umetengeneza kitu kizuri sana, na ile joto litasaidia mchanganyiko kuchanganyikana vizuri kwa zile kemikali katika hiyo syrup yako. Baada ya hapo, unaweza ukatoa kwenye moto, isiwe ya moto, iwe na kugugu tu, ukatia kwenye chupa, na unaweza ukahifadhi kwenye fridge. Kwa sababu kuna asali ndani yake, unaweza ukahifadhi hata wiki nzima. Asali ni kihifadhi kizuri sana. Kama ukitumia sukari, itahidi sana, utumie ndani ya muda mfupi. Kwa hivyo, hivyo ndio namna nzuri ya kutumia uh, kitunguu saumu ndani kwa kunywa. Tofauti na hapo, unaweza ukatumia ndiyo kwa kuponda, alafu ukakitumia na maji. Ufanisi wake unaweza usiwe mkubwa sana, ama inaweza ikakuumiza, ikiwa una changamoto nyinginezo katika mfumo wako wa chakula, kwa sababu ni kikali sana. Vivyo hivyo, nje ya mwili, unatakiwa kukiponda kitunguu saumu ni unakichanganya na mafuta carrier oil kama vile ya avocado, mafuta ya coconut au mafuta ya olive mzeituni. Unaponda peche zako tatu, zeni unaziponda kabisa inakuwa uji uji, zeni unachanganya kwenye kijiko kimoja cha olive oil ama coconut ama avocado, alafu unapaka ile sehemu yenye changamoto, kama vile labda ni fungus ama ni majipu ama ni chunusi, unapaka eneo lako. Hivyo ndio namna nzuri ya kutumia kitunguu saumu na ukapata faida kwa ufanisi zaidi. Kumbuka kwenye ngozi ni vizuri ukatumia kitunguu saumu na mafuta, kwa sababu mafuta pia yanasaidia baadhi ya kemikali ndani ya kitunguu saumu kufyonzwa kwa ufanisi zaidi kuliko ukikipaka kitunguu saumu peke yake kama kilivyo. Kwa hiyo next time unapofikiria kutumia kitunguu saumu kwa ajili ya matatizo ya ngozi, fikiria hilo kwamba mafuta yatasaidia pia kufyonzwa kwa baadhi ya kemikali ndani ya kitunguu saumu, kwa hiyo utaongeza ufanisi fanya hivyo. Uh, hii ni kuhusu kitunguu saumu faida zake lakini kubwa zaidi ni namna gani ya kukiandaa. Usimeze kitunguu saumu kama unavyomeza panado. Hakito kusaidia chochote. Kiponde, kiache dakika 10 hadi 15 hadi 20 then tumia. Hapo ndo utakuwa umepata ile azisini na ile sulfate itakuwa imetengenezwa vizuri zaidi. Kumbuka, uh, kitunguu saumu ni antibiotic ambayo ni very powerful. Ni nzuri kuliko hata hizo dosi unazozisikia cipro na kila kitu. Kama utakipata katika dozi sahihi na utakuwa na consistency kwenye matumizi, hapo utakuwa enjoy. Somo mpaka tu wengine, bye, bye.